Mke kama unasumbuka na UTI ya kujirudia mara kwa mara, basi tatizo siyo dawa, shida ni mwili wako. Hebu naomba nisikiliza vizuri. Inaposema ni mwili wako, ni kwamba maana yake kuna imbalansi ya bakteria ukeni, aidha flora ukeni, okay. Kawaida ukeni kuna bakteria wazuri na bakteria wabaya ambao wanaishi kwa pamoja kwa kubalansi maana maana yake wanakuwa na nguvu kuliko wale bakteria wabaya. Saanavyosema mwili wako ni kwamba inatokea pale ambapo inawezekana, kwa sababu ya msongo wa mawazo, kwa sababu ya sukari kuzidi mwilini, aidha kwa sababu ya matumizi ya antibiotic mara kwa mara, inaweza ikapelekea kuua hadi wale bakteria wazuri ambao wana Linda, okay. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba bakteria wabaya wanapoingia, wanakuja wanakushambulia kwa urahisi kila mara na ndio maana UTI yako inarudi. Sasa nini cha kufanya? Hapa kuna njia moja ambayo ni msingi, ambayo imewasaidia watu wengi. Utatumia probiotic, ambayo hawa ni bakteria wazuri, aidha utatumia vile vile vilevile immune booster. Hivi itaenda kusaidia uzalishaji wa bakteria na kinga yako kuwa imara zaidi ya wanawake mia mbili kutumia hii njia na imeonekana ikiwa nzuri sana bila changamoto. Asante sana. Wasiliana nasi kwa namba hizo hapo ili upate kusaidika.